Tunaenda kupiga para para para para para hapa hapa, ananichukua. Na ananichukua mimi oh. Eh, tumeruhusiwa kila baada ya miaka mitano twende kadebe kuchagua viongozi wetu. Shida ni kwamba huwa hatuchagui watu tunawataka, huwa tunachagua watu tukiwa based katika mambo na emotions, tukiwa, tukiwa based katika mambo na tribalism, tukiwa based kwa mambo na nakuadibu mtu mwingine alafu baadaye tunaanza kulia sisi, huo tunachagua the wrong leaders kwa sababu ya sisi wenyewe. At the end of the day we don't have to blame them, we have to blame ourselves. Sisi wenyewe ndio tujilaumu kwa yale yale choices ambazo tunameke wenyewe. Nataka kuanza kunyuma kidogo, wakati Ruto kinyama mamlakani. Kuna pande moja ambayo ilikuwa inapinga Ruto na kuna pande moja ambayo ilikuwa inasupport Ruto. Wale walikuwa wanampinga Ruto walikuwa na sababu nyingi sana kumhusuru Ruto. Wanakutolea mpaka lifestyle yake mahali alitoka mpaka kafike kuwa president, wanakutaka nilikuwa inaeleweka vizuri sana kwamba Ruto mahali ametoka na mahali amefikia hakuna mchango yoyote ile. Mimi nasema hata kama nitachukuliwa, hakuna mchango wote katika mambo na kureform taifa Ruto amewahi changia. Tuliwaambia kabisa, Uru Kenyatta hakuna mchango wote in the name of reform amewahi changia Kenya hii tangu azaliwe. Alafu wewe unakuja kumpigia kura kwa sababu una mwadhibu mwengine, then una expect nini? Uongozi mbaya. Ndio ndio tunaona uzuru Ukinyata kiingia ndio tulikuwa tunaanza mkataba wa, wa katiba mpya na ICC, katiba 2010 shida ni kwamba tulichagua the wrong person at the right time.

Mimi nakumbuka sana kuna vitu tisa ambao Uhuru Kenyatta alituahidi. Mwisho wa siku hakuna hata mmoja ambaye aliachieve, aliachieve tu yale yale ambayo aliwekewa na condition kama mmetoka wakati ule. Ruto ameingia sasa hii. Ruto alipoingia hakuna siku Ruto alituahidi atatujengea manyumba. In fact, Ruto alibase factors zake katika pila tano. Ruto alikuwa na five pillars za kampeni zake. Number one ilikuwa ni kuimprove improve agricultural sector. Number 2 ilikuwa ni kuimprove health. Number 4, number 3 ilikuwa ni mambo na mambo na uajiri wa kazi, kuajiri vijana kazi, kupata create nini? Industry ya wa, wa, wa, watu wapate makazi. Ona. Number four ilikuwa ni pesa mfukoni in terms of hizi small business nini? Hizi SMEs. Watu waanze ku, ku, ku, at least kuwe na biashara ndogo ndogo watu wapate wapate manini? Wapate kipato chao cha kila siku. Then number five ilikuwa ni ulinzi wa taifa. Katika ulinzi wake wa taifa ndio alikuwa anaapa kwamba katika uongozi wake hakutakuwa na extrajudicial killing vile alivyoona katika ule mtangulizi wake. Shida ni kwamba two years in power, vijana wametoka from nowhere. Mimi nasema wametoka from nowhere. Kwa sababu gani? Hatukuwahi wajua mbeleni. Japokuwa walipokuwa wanalalamikia ilikuwa genuine. Walikuwa wanalalamikia mambo na finance bill. Hii finance bill iliyokuwa inakuja kutunyonga kama wa Kenya kwasemeli ukweli. Vijana wakaja na very, very genuine idea ya kuipinga hii finance bill. Sasa pia mimi niliwashuku vijana. Wako na a good idea lakini njia ya kuitetea ama njia ya kuidimandi fanyike nilikuwa mbaya. Hata mimi nikelikuwa Ruto, nikefanya the same same thing Ruto alifanya last time. Uwezi niambia kwamba leo una demand finance bill, bime kutupilia mbali finance bill. Wewe unaingana na parliament, unabeba mess ya parliament, unaenda nayo me meaning that parliament. Ukishabeba mess, hakuna national assembly yoyote itaendelea Kenya nzima. Kwa, kwa ufupi Umemkanyagia wakenya wengi wasi discuss issues zao kwa bunge la taifa. Kwa njia moja ama nyingine, hiyo ni njia moja ya mapinduzi, na ndio maana unapata wakati huo vijana ambao walikuwa na laptop, walikuwa na simu, walikuwa na maji, wengine kwa na bendera, ati wame wamefaulu. Wajua kile shangaza sana ati yao walifaulu ku access a protected area like parliament na waingie ndani. Wakati Raila Odinga ameandamana hapa for almost more than 20 years watu wakibeba mawe wakibeba any sort of thing ambaye za uwa mtu na hawajawahi faulu yao kitu. Najiuliza swali swali kama hiyo sana, huyu ni mtu ambaye yuko harmless, lakini alifaulu akaingia na parliament na kavunja hiyo parliament, na hapa kuna mtu ambaye huwa akiandamana na ana mawe wengine wana mapanga na hawajawahi faulu kuingia parliament. Inakuonyesha nini? Inakuonyesha kwamba kulikuwa na sabotage ndani ya government. Kulikuwa na watu ambao hawafanyi kazi yao inapotakikana. Kulikuwa na watu ambao pale but nia yao ni kumuli, kum, kumaliza huyu kiongozi. Unaona? Maanake na connect hizi vitu kwa sababu gani? Be mom mimi sikumpiga Ruto by the way, sikupiga Ruto kura. But nakuja kule, kuna vitu huwa wana join hapa. Immediately Ruto alipochukua mamlaka kulikuwa na semi ilikuwa inaenea kila mahali, kwamba Ruto hataongoza for more than 2 years atatolewa before 2 years hiyo. Lakini ilienea kila mahali, si uongo. So nikikonnect ile maandamano ya GenZ ya Jalasia inanileta ile picha, then there is another year later anniversary of one year. Vijana walisema kwamba wanaenda kucommemorate wenzao ambao walikufa last year mwezi kama huu, tarehe kama hii barabarani <coughs> serikali ikakubalia swala. <coughs> so ni kwamba walichanganya serikali. Ukitaka kuandamana, huwa unaenda una notify police station ambayo iko karibu na wewe, unaona. Wao walipoenda ku notify police station ambayo iko karibu na wao, walienda kusema kwamba wanaenda ku commemorate. Haikuwa demonstration, ilikuwa ni ku commemorate our fellows ambao walikufa last year, and for that reason polisi walijitoa wakaeka guards ili kusudi walindwe waendelee kuomboleza wenzao. Maombolezi yao ilikuwa wafanye vipi? Ilikuwa wakitoka waende kama ni Uhuru Park pale, wajikusanye pale, wawashe mishumaa na wenzao, time ikifika warudi manyumbani mwao. Hakuna mtu angeuawa, hakuna. Lakini like the moment nilivyoona tu, a day before hiyo siku ya maandamano, nikaanza kuona message information kwa social media occupy state house occupy parliament inaenea kwa social media. Ikajazi basi, hapa hakuna commemoration, o hapa kuna maandamano akuna, akuna. Na ukisikia mtu anakuambia occupy state house, hii ni njia moja ya kupindua serikali. Ndio maana mimi naungana mkono na waziri wa interior akisema kwamba kulikuwa na nia ya mapinduzi ya serikali, ndio ndio maana unapata kwamba au vijana ambao walijisahau, badala ya kwenda kwa kumbuka wenzao ambao walikufa, wao wakaanza kubomoa maduka za watu binafsi wakianza kuzipora, kiasi cha kwamba unaingia kwa police station unachoma, unaingia kwa koti unachoma, allo court iko na file za makesi ambao watu wanataka haki zao, umemalizia haki zao pale pale ndani umechoma kabisa. Kwa nini usiuawe? Hiyo najiuliza tu swali, maanake, by the way, kuua mtu si sawa hata mi support kuwa kwa mtu but kwa nini usikifanya mambo kama haya? Definitely ilikuwa ina indicate maana, the moment umeingia katika institutions na uzichome unachoma mpaka ofisi ya, ya, ya, ya mbunge CDF, ambao watu wa eneo hiyo wanafaidika nayo. Kuna watu ambao wanapata biashara kutokana na ofisi unaichoma, una expect nini? ni mapinduzi hiyo, na ndio maana nasema hivi Mkenya wa kawaida hajajua haki ya kuchagua kiongozi namba 1. Sisi wakenya bado hatuja machua tukafikia kiwango cha kwamba, nikienda katika polling station, naenda chagua the right person. Hatujafikia hapo. Second, wakenya hatujafikia kiwango cha kujua haki ya maandamano. Ingelikuwa anajua haki ya maandamano, mfano mzuri wangefuata mpaka Mombasa. Mombasa is the only county ambao watu waliandamana successfully. Mombasa. Kwa sababu walivyoanza maandamano yao, mahali walielekeza maandamano yao ilifika na wakawa addressed. Na yule ambao walikuwa na maandamania akatoka kwa minaji la serikali akawa address. Na wakalipotoka pale wakaenda zao. Na ulikuwa ukiona wakiandamana katika every round ambao wakifika wanajikusanya pale wanafanya ibada ya wale waliokufa. Laiti kila akaunti ingefanya the same, hakuna mtu angeuawa. Na ndio maana nakwambia, nikimalizia, wa Kenya, kuanzia leo tuache story ya Ruto Masiko, Ruto Masiko. It, it will, it will not help you, haitakusaidia. Ruto ni kiongozi na hakuna mali utamfikia, hakuna siku utamfikia, maanake katika daftari za Kenya hata kama Ruto ataenda na tamaa moja atakuwa amewacha historia kwamba amewahi kuwa president. Wewe na Ruto yako ya one time, umeweka makgani nyuma there's nothing abendo a una vandalize vitu ukichoma na ukiiba, hiyo haina rekodi nzuri nyuma yako. Rekodi nzuri nzuri nyuma yako ni kwamba mobilize vijana wenzako Kenya nzima wachukue ID, umobilize wachukue kura, hiyo siku waamke asubuhi, waende wamngoe Ruto mamlakani na kura hiyo siku danganyi, utakuwa shujaa wa taifa. Lakini ukiniambia unataka kumtoa na miaka mitatu, wewe unaribu hatima yako. Asanteni. Asante sana Mheshimiwa kwa kunipa hii nafasi ili niweze kutoa maoni yangu. Mimi maandamano ambayo ilifanyika juzi hiyo maandamano kikatiba na sheria yetu ya nchi inaruhusu maandamano, na na maandamano iko hata katika katiba. So mimi nataka nianze hapa, kwa sababu nitaanza kutoa information mwanzo. Na mbunge ambaye amekuwa kwa floor amesema vizuri kabisa kwamba Mombasa tuliandamana, hata mimi mwenyewe nikiwa mmoja wapo. Mimi ambaye nimesimama hapa na ninaongea, nilikuwa Mombasa hiyo juzi na tuliandamana na tukazunguka vizuri kabisa hii Mombasa, lakini kitu kimoja tu ambacho polisi walitukosea, na hatujafanya kitendo chochote. Tulipofika Makadara, tulipofika Sabasaba, tukaenda hivi tukazunguka pake Pakistan, tulipofika Makadara, tunaelekea pale Kilivikona, ndo wakaanza kupiga tiagas. Sasa mimi nikashangaa, hawa watu wana shida gani na sisi yeah? So walipoanza kupiga tiagasi, wajua wakati wowote unaambiwa muhalifu ni muhalifu, muhalifu huwa anataka pale mahali kwenye rabsha na kwenye nafujo ndio yeye anaingilia kati, unaona. Na hapo hapo badala ya hizo tiagas kuanza ndio tukaona wahalifu washaingia. Sasa kwa sababu hiyo ndio walitaki kama advantage, unaona. Wakaanza, mimi sikufichi tulirudi walitushikia vijana wetu wawili na walikuja nao pake pale MTTI wakaingia, na hapa tononoka kufika hapa hapa, e, e, kuna hii sheli hii shell hii totally fika pale wamesimamia, e, e, kuna Land Cruiser imesimama hapo ya polisi, wakaja wakaingizwa hapo. Hatujui kama wale vijana wetu ambao tulikuwa nao walipelekwa central ama walipelekwa huko nani port, hatujui. Tukachana nao hapo tukaenda nao baba mazo, sisi tulikuwa tunawafuata nyuma. Hiyo squad ilikuwa yaenda, sisi tukageuka wengine tukawafuata hapo vijana Unasikia? Hiyo hiyo juzi. Tukaja nao hivi nafika pale Lebanoni. Vijana sasa ndo wameanza kutoka sasa. Sasa hapo mwenye pikipiki anasimamishwa anaibiwa simu. Yaani walikuwa wanaiba kila kitu hapo Lebanoni. Wakavuruga hapo mpaka yule mnyama yule ambaye yuko pale Rondaboti ule yule wakambwaga barabarani. Hiyo siku mimi niko naangalia hivi. Na ndio hapo mimi nikajitokeza tu ilikuwa imefika kama e, eh, mida kama saa tisa, tisa. Na mimi nikasema acha sasa hapa. Hapo sasa hakuna maandamano tena. Maandamano yetu imevurugwa. Unasikia? njia zote zimeanza kufungwa, na hapo mimi ndo nilitoka polepole, nikaja mpaka saba saba, nikaingia gari, nikaenda zangu Mishomoroni. Mimi naishi Mishomoroni. So sasa mimi nashindwa kama juzi, e, e, e, e, kama haya maandamano ya hapa Mombasa, na mimi nikiangalia hivi haya maandamano ya Mombasa ndio ambayo ilifungua hata zile nchi zingine, kwa sababu mambo ya maandamano ya Mombasa ndio ilikuwa ya kaunti ya kwanza kabisa kuandamana kwa, unasikia, na walikuwa kidogo walikuwa kidogo, wewe, walikuwa hebu nyamaza wewe, maana wewe, sasa wewe, kama unaleta upinzani wako ambao hauna nini, usituletee hapa, utaongea. Mimi nasema vizuri kabisa, maandamano, hakuna maandamano kaunti zote ambazo kulikuwa na fujo, ila tu maaskari wetu ndio ambao walianza eh, kama Nairobi pale eh, baada ya pale, mimi naangalia scenario kabisa, namuona mzee Maraga eh, anaenda pale parliament. Uliona vile ambavyo walivurugwa eh, so pale kulikuwa hakuna wahuni, walikuwa wanaenda tu kuweka zile maua ambazo walikuwa wamebeba eh, kuwaombea wale pale, alafu pale uondoke waende zao. Ni kitu gani ambacho kilitokea pale? Zile fujo zilianza vipi? so mimi nasema, huwa mimi huwa wakati mwingi huwa nasema fujo huwa zinaanza na serikali yenyewe, unaona, na serikali wenyewe ndio wanakodisha hizo hao magunzi na wanaingia katika, eh, eh, wanakuja wanachafua hii maandamano, unasikia, lakini mwananchi huwa anaenda vizuri kabisa, unaona bwana. So mimi nikimalizia, nasema hizi fujo ambazo zilikuwa eh, eh, japokuwa sisi hatuombi unasikia, mambo kama yale. Gen Z hata tulimuona matakome na fikiri jana, alikuja kwa presi akasema vizuri kabisa kwamba wale vijana si hao walioleta hizo fujo, wasikia hawa ni wezi ambao wamefanya hizi vitendo. Wale vijana waliandamana kwa amani kabisa na wakamaliza shughuli zao, lakini ilipofika kitu kama saa nane saa tisa ndio hizi fujo zikaanza, manake wale badala ya zile tia gas, sasa sasa nishika nikushike, eh, polisi na mwananchi. Sasa ndio wale wahuni wakapata advantage wakaingia ndani sasa ndo wakaanza mambo yao sasa, unaona. So mimi tukikaa hapa jamani, nataka tufanye hivi, tuongee vizuri sana, sio kwamba hadi sisi tuna laumu e, e, e. so kwa mfano mimi nataka niseme hivi, hizi shida zote eh, ambazo zinafanyika hapa Kenya huyu kion... hizi shida zote ambazo zinafanyika huyu kiongozi wetu kwani haoni hizi shida ambazo ziko? Eh, tuangalie hebu mwanzo tangu juzi sahii huyu kiongozi bado haja kuja kwa presi akaongea tu hata kama ni maneno mawili. Mheshimiwa Rais Ruto ambaye yuko kwa mamlaka saa hii haja kuja hata kwa presi kuongea kuhusu vitendo ambavyo vimefanyika. Yani ni mtu ambaye sijui kama amezungukwa na advisor gani. Eh, yani yeye haongei, lakini yeye yuko radhi kabisa, yuko radhi kabisa, Mheshimiwa Rais awape nguvu polisi ya kuua vijana Unaona, yaani hiyo tu ndo kitu yake, lakini hawezi kuja kwamba ni sawa, nimesikia kilio chenu. Yaani kuna kule kuomba radhi, unyenyekevu, unaambia kuongoza ni hekima na busara. Lakini sasa, hebu angalia mheshimiwa mahali yuko, hizi shida zote zimeletwa na nini eh? Huyu mheshimiwa, kwani haoni hizi shida ambazo zinakumba wananchi mpake wanafanya maandamano eh, eh, namna hii? Kama ni kweli anasikiza kilio cha mwananchi ni aje kwa presi at least aombe msamaha na hii maneno ako nini eh? alani vikali kwamba hii kitu ni, ni, tunataka iishe na kuisha kwetu ni kwamba mimi nitafanya ABCD. Kwa hivyo naomba wananchi mtu uwie radhi kidogo, najua hii maneno ni sawa, hata kama nilikosea huko nyuma, lakini sahi, nimejipata sasa mimi na makosa na naomba msamaha, ili at least kuwa eh, kushukisha zile nini tempa za Wakenya, kwa sababu ku, ku, ku, kusema kweli Wakenya wamepoteza maisha wengi sana. Eh, na hakuna kitu ambacho kimefanyika, unaona eh, hawa vijana wanalilia justice ifanywe kwa wale vijana ambao walipoteza maisha, nataka wa... kusema hizi ni propaganda, maanake hata tunaona waheshimiwa wabunge wabunge mwanzo ndio watu ambao sisi tunawalaumu jana, eti wanaenda bungeni eh, wanadiscuss kuhusu wamnyoro bungeni. Wamnyoro ni nani mpake munengia bungeni badala ya kudiscuss hii mada ambayo inasumbua wananchi. Tutasolve vipi? hata nafikiri kuna wabunge wengine ambao jana walikuwa wanauliza nyinyi, mutaongea mambo ambayo inakumba hawa wananchi, tutawazuia vipi mpaka wasingie tena barabarani? Tuongee mambo hayo, tunaongea mambo ya gashagwa gashagwa, atatusaidia na nini eh? Yani unakuta, yani wabunge wetu mwanzo ndio wasaliti wakubwa sana, kwa sababu wewe huwezi enda bungeni ukoongelea mambo ambayo inakumba mwananchi, alafu wewe bado unasisitiza kwamba ni wanasiasa fulani fulani maanake, kuna eh, eh, eh, eh, sikomvola, kuna mbunge mmoja ambaye jana nilimnukuu akiongea kabisa na hata hiyo kilipu iko, sijui anaitwa Osoro. Huyo mbunge alisema kwamba eh, mtu kama David Maraga unasikia, yeye alikuwa kwa serikali na yule ni bilionea, alafu yeye ni kwa nini anatoka anakuja, eh huyo Maraga anakuja kwa mi, eh, eh, kwa umati anaendesha, eti ana supporti Gen Z, anaenda mtu kama mheshimiwa Kalonzo yule ni bilionea. Watu kama wale ndio wana insist hao wa Kenya, yaani alitaja viongozi wengi sana, huyo huyo mbunge. Sasa kwa nini ataja viongozi wengi, na wale wa viongozi wanaona vile ambavyo serikali inaenda vile ambavyo wananchi bado hawajapata haki zao, lakini mbunge anaenda simama bungeni, anaaponti hao. Ndio maana e, e, kama uliona hiyo scenario jana e, e, e, tukiangalia sinafikiri kule sijui ni kisi sijui ni wapi walifanya kukusanyana, wake na Matiangi, wote timu yote ya upinzani wakasema, kama hawa ni, hiyo serikali inasema kwamba ni sisi ndio tunahusika kwa maandamano, basi waje watushike, kama tuko na makosa watupeleke. Matiangi aliongea jana akasema kama wanajua ni sisi eh, na ametutaja kabisa kwamba fulani fulani fulani fulani, hao ndio wana insist, hawa vijana wanaingia barabarani wanawapatia pesa, unaona sasa mimi waje waje washike hao watu kwa sababu serikali iko na sheria iko. Wapelekwe kotini wende wakatolewe makosa. Ni kwa nini hao wanataja viongozi na ilihali vijana wenyewe ndio hao ambao wanaenda? So mimi nashangaa na hii serikali mahali imefikia. Eh? Imefikia mahali kwa kuwa sasa eh sasa hata nilawama kwa viongozi pamoja na wananchi. Eh? Hii serikali haiwezi enda namna hii. So mimi nikijibu swali yako mheshimiwa, Sisi naona hizo ni propaganda. Wasikia? Serikali hawana mwafaka mzuri wa kuelekeza wananchi. Hawa ni propaganda tu, ili kuzima vile ambavyo wanaenda, unaona. Kwa hivyo hapo hakuna kitu. Mimi nikimalizia, nasema Rais Ruto mahali huko, tafadhali jitokeze na uongee na wananchi, ujue jinsi hawa vijana watasaidika, ili kuzuia hii maandamano, kwa sababu nchi yetu inaenda vibaya. Unaona? Inaenda vibaya vibaya, unaona sana, na ukiendelea hivyo, hawa vijana hawatatulia, wataendelea kusumbua na watakusumbua mpaka miaka mitano ishe. Kwa hivyo tafadhali tunaomba hao washauri wako ambao uko nao. Kaa nao karibu. Tafuta suluhisho la kuwa utakuja nao. Eh, hiyo justice ambayo vijana wanataka wafanyie. Shida iko wapi? Wewe unachukua mabilioni ya pesa unaenda, unatoa kwa harambee. Hiyo pesa ungelipa hawa vijana. Eh, hawa ambao walikuwa na fidi hawa ukawafidi. Singekuwa vizuri. Eh, unachukua pesa nyingi unapeana kwa maharambee unasema ati ni empowerment. Empowerment ya nini? Na hali huku vijana wanalalamikia haki zao. E, tafadhali nakuomba mheshimiwa, hii nchi ni yetu sote na hatutaki ingie kwa moto, unaona. Lakini mheshimiwa, tafadhali, mimi siongei maneno mabaya, lakini nakuheshimu sana na maanake wewe ndio kiongozi wetu, unaona, wewe ndio kiongozi wetu ambaye lazima sisi tukwambie, tukiwa na shida utusikize, unaona. Kwa so, kwa hivyo mimi nikimalizia, mheshimiwa rais, tafuta suluhisho la hawa vijana, bila hivyo nchi Asanteni sana asanteni sana. Kwanza kabisa mimi nitaanzia na ujamaa media. Mnajua ni kwa nini mimi nimeshika hii mic? Kwa sababu watu kama hawa ndio tunafaa kuwasapoti. Huyu ako kazi, na tukubali ako kazi, na sisi sote tukikataa, kenya nzima, atarudi atakuwa mwizi. Tukikataa kuchangia ndio na yeye aende apate kitu, atarudi atakuwa mwizi. Kwa hiyo tukichangia namna hii, pia yeye atapata riziki yake na tutamjenga na hiyo ndio inatakikaniwa, tujengane. Mtu akijitolea si, si mbaya kumsapoti. Nikiongea hii hoja ya vurugu ya, ya, ya, ya, ya maandamano, mimi kuna kitu kimoja kinanitatiza sana. Asilimia kubwa ya, ya waandamanaji ni Gen Z, seme kama 80%. ni vijana wadogo na ni vijana wenye wamesoma, lakini kama hii elimu itakuwa hii, basi itakuwa haina maana itakuwa haina maana kwa sababu wewe miaka kumi na nne darasani, miaka mbili tena uko uko darasani, umefundishwa vitu mingi sana ya kufanya. Mwalimu amekufundisha vitu mingi sana ya kufanya, lakini swali najiuliza, je, inakuwaje wewe umefundishwa kutoka a, a, a grade one, umeenda mpaka university pengine umemaliza vitu zote zenye umefundishwa , lakini wewe unaona hizi vitu zote, hakuna hata kimoja, umechagua kimoja tu cha maandamano. Kwani tunafikiria hii maandamano itatupeleka wapi? Maandamano hakuna mahali itatupeleka, tuambia neno tu kweli, maandamano hakuna mahali itatupeleka, na hakuna mahali itatupeleka kwa sababu kitu cha kwanza Inaletanga tesheni mbaya kwa nchi, inafanya nchi. Wacha tunaongelea wale wafanye biashara kubwa kubwa, hata sisi wadogo kutoka wewe, unakuwa na wasiwasi kutoka kwenda kutafuta riski yako ya siku, unakuwa na wasiwasi na na, ukiangalia vizuri wenye wame, wenye wenye wameongoza maandamano kwa muda mrefu, kwa mfano Mheshimiwa Raila Odinga alikuwa anafanya hii maandamano, lakini alikuwa anayafanya na ana, ana, ana, ana kiakili, anaona ikifikia mahali inaenda kuchoma nchi ana break, unaona ana break, na napatia nafasi serikali iongoze nchi. Saa hii tuko na Ruto, tuko naye saa hii, ako na miaka watatu saa hii, lakini kila baada ya miezi fulani maandamano, kila baada ya miezi fulani maandamano, kisha baadaye akimaliza miaka tano tutakuja kumuuliza nini amefanya. Na kama hatujampatia muda akatulia, mimi ushauri wangu, ushauri wangu tujaribu kupeana rais nafasi, ndio ikifikia wakati wa wa, wa, kupiga kura tukuwe na nafasi nzuri ya kumuuliza tulikupatia muda wa kufanya kazi na hatukukusumbua, ni nini ulifanya? Kama hakufanya tutajua hakufanya, tuta, tutapigia kura tu. Na mfano mzuri ni mimi, hata huwa sina furugu na mtu mimi. Wakati wa kura si kuanzia MCA paka rais, naangalia tu wewe umefanya nini, naachana na wewe basi. Lakini sasa tunatoka tunaenda kuchoma supermarket ya mwenyewe, ya mwenyewe na kuna kitu hatuelewi. Ukienda kuchoma supermarket yeye akona insurance ya duka yake. Unaelewa? Lakini wewe unalipwa kutoka hapo. Unalipwa na nani? Ni kuajiriwa tu umeajiriwa, upate kama ni 800 yako, kama ni 1000 yako, uende nyumbani. Yeye hata mkichoma hiyo duka yake yote, mkisema ni mwanasiasa sasa nimemkomesha. Haujamkomesha, bado insurance itamcover. Itam lakini nyinyi wenyewe ndio mtapata hasara. Huu mfumo kama hii elimu tutakuwa tunasoma ndio sasa tujue kuandamana vizuri, sasa hii elimu nayo itakuwa na question. Tumefundishwa vitu nyingi za kufanya lakini wewe umeshika kimoja tu, right yako ya kuandamana. Sasa faida yake ni nini? Tukatae hii kitu, kitu cha kwanza. Na kama tutaikubali kuandamana basi tusikubali kuambiwa paka tuandamane. Sisi wenyewe tuone shida na tutoke kwa amani, si mambo ya, ya, ya mambo ya kuambiwa na Kalonzo tarehe ishirini na tano usiende kazi. Uone, jisahau hiyo tarehe ishirini na tano yeye ako kazini ya kukuongoza wewe, na kuna watu pengine watamlipa, we ujui anakuongoza wewe ndio maandamano, lakini pengine yeye kuna kitu fulani atapata, wewe hujui. Wewe unaenda unaandamana, una, una, una unaumizwa Numiza na polisi mawe, wenyewe maandamano wenyewe pia yanarushwa, yanafanywa ya kukosa akili. Mwengine wako huko, wengine wako nyuma, wengine wako mbele, na mwenye ako nyuma anarusha mawe, hata wenyewe wanagongana, wanagongana mawe kwa vichwa, wenyewe kwa wenyewe. We uko huko, wengine wako huko, na we unarusha mawe, halafu mnakuja mnasema, oh, maandamano inafaa ni haki yetu. nikimalizia, nikimalizia. Hii katiba yetu itabidi turudi tuiangalie, kwa sababu mimi niliona kitu. Tukumbuke tuko na askari wanawake. Niliona picha nyingine kwa maandamano, haikunifurahisha. Wanawake hawanaga spidi, asilimia kubwa spidi yao ni kidogo, hawanaga mbio. Wakati wamevamiwa na vijana, mama alishindwa mbio, hawezi shuti. Mtu akishuti atapoteza kazi. sasa ni kupigwa mawe, ako chini akangoja auwawe. Hii katiba pia tuangalie, hawa maaskari wabadilishiwe kidogo hii katiba, kwa sababu mimi niliangalia. Sasa wewe mtu amekuja na jiwe na anakugonga na huko na bunduki na huwezi mshuti. Sasa ni katiba gani tupoteze askari na huko na bunduki, si ni aibu hata kwa nchi? ni vizuri tubadilishe hii katiba. Kama kutakuwa na maandamano kama kutakuwa na maandamano, na kuna mmoja ni, ni, ameenda pale, malengo yake si kuandamana, amejificha hapo, ameenda pale kupambana na maskari, akijaribu kumuua askari basi ashutiwe, ashutiwe, amalize. Tuweke kwa katiba pasa, kwa sababu hatuwezi sema eti askari anapigwa mawe, mama ako chini, mama ako chini anapigwa mawe na askari ako na bunduki na wengine wako na bunduki kule, na waezi mshuti kwa sababu katiba inalinda. Sasa inalinda nini hapa? inalinda mafa. Tubadilishe urongo, sikazi Tukibadilisha, tukiweka kipengele kama ni maandamano yanafanyika na mtu mwingine ameonekana na mawe anapiga askari ama anavunja duka ya mwenyewe, amalizwe, amalizwe. Tubadilishe, tuweke hiyo katiba.